Msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania Salmin Ismail Kusah amedai kwamba hana mpango kabisa wa kuweza kuachana na mwanadada Aunty Ezekiel kwa sababu ana kila kitu ambacho anakihitaji kutoka kwake na anakipata. Sasa amenukuliwa Kusah akiyasema maneno haya. Mimi nikiingia sehemu mpaka umati ukajua, basi ujue, ujue nina malengo hapo, alafu ninaangalia kwamba nimebakiza kitu gani? nina watoto zaidi ya mmoja, nina mwanamke ana akili na ananiheshimu, na hata tukipishana nikitoka hapo nikienda sehemu nyingine tutapatanishana tu, ameeleza Kusah. So ni kwamba, sanjari na hapo, ni kwamba Kusah pia ameweza kuweka wazi kwamba eh, rasmi wawili hao yaani kwamba eh, Aunty Ezekiel pamoja na yeye Kusah ni mke na mume walifunga ndoa eh, katika mkoa wa Tanga. Pia Kusah amezungumza akisema kwamba, kwa hiyo mimi na malengo yangu sijui kama tutakuja kuachana, tayari tumeoana, niko huru eh, kuongeza E, kuongea popote pale na ndoa yangu tuliifunga e, nyumbani huko Bumbuli mkoani Tanga. Hayo ndo maneno ambayo Kusah ameyaeleza, lakini kuna baadhi ya platform tofauti tofauti ambazo zimeweza kupost habari hizi, baadhi ya watu kibao ambao wameendelea kucomment wakisema kwamba e, ni jambo zuri jambo la heri, baada ya wawili hawa kuonekana kama vile bondi yao imekuwa sawa. So finally bana Kusah pamoja na Aunty Ezekiel wao wameonekana kabisa kwamba ni mke na mume ambao mahusiano yao yanaonekana kwamba hayatakuja kuvunjika e, kirahisi rahisi, kama vile ambavyo watu wengi walitarajia. Na kama unavyojua kwamba ndoa za mastaa, sometimes za bongo bongo, kuna time inakuwa ni kama skendo, kuna time inaweza ikawa ni kama kiki kwa ajili ya kuweza kuboost kazi zao, lakini kwa upande wa Kusah pamoja na Aunty Ezekiel wanaonekana kwamba ni watu ambao wameshibana na watu ambao wapo eh, bega kwa bega. Sasa tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now kuna mtazamo gani? Drop comment yako, kunyanja comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.